Hello mtazamaji, Hello wa Jasa TV. Nimeona hapa kuna rafiki zangu hapa. Nina maswali nataka kuongea nao. Habari yako dada? Salama. Unaitwa nani? Winifrida. Wow, unaitwa Winifrida. Jamani kuna dada Winifrida hapa. Unaitwa nani sasa? Unaitwa GSM. GSM. Niko na Winifrida GSM. Rita. Niko na Winifrida Rita na GSM. Nina maswali matatu juu yao. Atakayepatia kuna zawadi yake ya flash GB 32. Kaka GSM, nini unafahamu au umeshawahi kusikia kuhusu habari za JASA? habari za JASA? Yeah. Frida, Winifrida, dada Lita, jamani, wanasema hawajawahi kusikia kuhusu habari za JASA. Sasa mimi niko hapa, nitaeleza nini maana ya JASA. JASA ni kampuni ambayo inajishughulisha na mambo ya media pamoja na graphic design. JASA tuna sehemu mbili. Kuna JASA TV halafu kuna JASA graphics part. Sasa niye nilikuwa natamani na m, nauliza mna maswali kuhusu kitu chochote kuhusu JASA yeah, karibu kuhusu design, labda design gani unazofanya au graphics gani ambazo umekuwa unahusika nazo? Asante. Graphics imebezi kwenye sehemu kuu nyingi, lakini sisi tumebezi kwenye sehemu kuu nne. Sehemu kuu ya kwanza ni ni posters, sehemu ya pili ni logo, sehemu ya tatu ni kadi, sehemu ya nne ni kalenda. tunafanya vi, tunafanya graphics kwenye sehemu hizo kuu nne. Okay, nashukuru sana na kwa upande wa design labda kuhusu software Jasa uh, yes, hatujihusishi na software, lakini kuna makampuni mbalimbali ambayo wanafanya vitu hivyo kama Jafsa, mnaweza mkanisaidia vipi kuweza kukutana na watu kama hawa ambao wanaweza kumfanyia design, labda kuhusu hapo tunaenda tukakukutanisha nao. Nashukuru sana. Asante.